Kuna wakati utasikia labda mtu anasema ati hii, huyu sasa alijipaka nini, akageuka akakuwa hivi, ama saa zingine unakutana na mtu anakuuliza ulifanya nini? So unashindwa, unaweza fanya kitu kweli ujiumize. Na watu unaona kama labda unanyosha mkono kumsalimia, ataona kama maybe anaogopa kukuguza, of which naelewa hizo ni baadhi tu ya hali wanazokumbana nazo walioathirika na ugonjwa wa vitiligo ambao husababisha mabaka kwenye ngozi katika sehemu mbalimbali mbali za mwili, na inaweza kutokea pahali popote kwa mwili, eidha kwa uso ama kwa hata kwa sehemu za siri ama kila pahali, hata kwenye umefunika na nguo. E, tuseme hakuna kitu unaweza kuwa unaweza sema inaweza sababisha vitiligo lakini kupata vitiligo sana sana huaga ni eh, kifamilia ama what we call genetic. Elaine Sagwe amekuwa na ngozi ya kawaida tangu utotoni, lakini pindi alipojifungua mwanawe wa kwanza, mambo yalianza kubadilika. Vitiligo huanza kidogo, unaona tu sehemu ya ngozi ime, imepotea, na watu wanauliza kwa nini ngozi rangi inapotea. Kwa mwili zetu zote tuko na cells ambazo zinatu protect. Zina tu protect kwa magonjwa kwa viini kadhaa hapa na pale, lakini hizo cells saa zingine zinakuwa confused, ama saa zingine they are idle, so zinaanza kufikiria some of the cells kama cells zingine kwa mwili yako ziko foreign. So inazikula na ndio sasa ikikula uh, cells za rangi what we call melanocytes ndio inafanya vitiligo ikuje. Hata hivyo hali hiyo haijamzuia kufanya kazi yake anayoienzi ya, ya kuwahudumia wagonjwa. Na hata wenzake wanamfahamu kwa hilo na kumtaja kama mwanamke jasiri na mkarimu. kini kazi anafanya kawaida kama wengine, hakuna kazi yoyote afanye na hakuna mtu ameonyesha ati anaogopa hiyo ugonjwa ama ni nini. Tunaona kama ni kawaida. Stigma inaanza na wewe mwenyewe, ukiwa ukikuwa mahali unaona kama watu wanakuangalia sana, unasikia wewe mwenyewe unasikia kama unaathirika unaona kama utasaidika. Ugonjwa huu ambao haubagui jinsia wala umri unasemekana kutokuwa na dalili nyingine isipokuwa ngozi kubadilika na kusababisha mabakabaka mwilini. Vitiligo haiumi, vitiligo haijikuni, vitiligo haitawaienda ati kuna sio kansa. What I like saying most vitiligo haina uhusiano na kansa other than kufanya wewe ukue, yani cosmetically. Yani kwa kwa urembo inapunguza urembo lakini, lakini si ati inaweza kuwa na madhara yoyote. Hata hivyo ugonjwa huu umeonekana kuwatatiza zaidi kisaikolojia wale walioathirika baada ya mwonekano wao wa kawaida kubadilika na kutokana na jinsi watu wanavyochukulia hali hii. Tukipata vitiligo kwa watoto hatuna wasiwasi, kwa sababu ni ile tunaita naive ama innocent vitiligo na tu, sana sana haiwezi kuwa ina uhusiano na kitu ingine mwilini, lakini tukipata vitiligo kwa watu wazima ama tuseme mtu wa miaka hamsini miaka stini hatuipunguzi hivyo, lazima tuichunguze zaidi, kwa sababu saa zingine inaweza kuwa ikikwambia kuna kitu ambaye inafanyika mwilini. Na je, mtu anaweza kuambukizwa kwa kusalimiana ama kukurubiana na yule aliyeathirika? Ugonjwa huwezi ambukiza, huwezi ambukiza mtu yoyote hata ukimsalimia ama mlae naye ama mtumie e, vifaa pamoja, nguo. Haiwezi ambukizana, huwezi ambukizwa na mtu yoyote akiwa na vitiligo. Kwa hivyo hata usi, usiogope kumsalimia. Basi ni muhimu kwa watu kuelewa hali hii na kujua kwamba ipo na inaweza kumwathiri yoyote wakati wowote. Ilikuwa kwenye macho sana na wakaona ina- inaisha polepole pole. So huyo mkubwa alikuwa amefurahi sana, ananiambia mami, hii ingine ingeisha tu ikuwe mzuri, lakini ananiambia lakini hata hivyo usijali, wewe bado ni mami yetu. Yule e, mdogo ya, ananiambia ah, ina uchungu. Kwa hivyo tuendelee tu, na kwa alioathirika ni vyema kukubali hali yao na kujitokeza ili kupata matibabu kwani matibabu kama hayo sasa yanapatikana katika hospitali mbalimbali ikiwemo hii ya kitaifa ya Kenyatta. <laughs> Wakati huu, tunaenda huko kwa matibabu, huwa tunaongea wagonjwa, at least kila mtu anasema vyu zake vile huwa na vile ana interact na watu wengine, so inasaidia. Mkiongea hivyo, at least unasema kumbe siko peke yangu, ama vile pia huyu anatritiwa kule kwenye anatritiwa it's the same way so at least inapatia watu moyo pia. Saa zingine unaweza ona unafika, unasema haya, kumbe yangu ni afadhali kuliko ingine. Alafu ukiona pia mwingine akipona unasema oh, okay unafurahia. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi.